Tumechoka na siasa ya uongo, huku viongozi wa upinzani wakiendeleza kampeni kali ya kumwondoa Rais William Ruto uongozini katika uchaguzi mkuu ujao, Rais Ruto sasa amepasua mbarika na kusema kuwa ana imani Wakenya watampa nafasi nyingine ifikapo mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Mimi ninajua ya kwamba nimepatiwa kazi na wananchi wa taifa la Kenya na hiyo kazi nimepatiwa Najua mtiani ni 2027. Na hiyo mtiani ya 2027 sipangi kuanguka hiyo mtiani. Hiyo mtiani ya 2027 mimi najua vile nitapita hiyo mtiani. Rais akiahidi maasimu wake mchuano mkali zaidi kuwahi kushuhudiwa, akisema rekodi yake ya maendeleo itawafanya Wakenya kumpa ridhaa ya kuongoza kwa mula mwingine wale wanaongea mambo mingi wajitayarishe kwa hii mtihani, wasiongee tu hivi. they must have a plan and that plan must be better than mine. Lakini kama nikuongea tu hii kelele, watazama asubuhi na mapema so... Usemi wa rais ukijiri wakati ambapo viongozi wa upinzani wameapa kutumia nafasi itakayojitokeza kuhakikisha wanamwondoa mamlakani hata kabla ya uchaguzi huo. Hata hivyo waandani wa rais wanasema hatasalia mamlakani hadi mwaka wa elfu mbili na thelathini na mbili. Tunataka kukwambia mheshimiwa rais, tutakushika mkono. Ile mambo ule Bartai alikuwa anasema Ruto must go, tunasema Ruto must go on committing and serving the people of Kenya and delivering on the promises that we made in the course of our campaign. Rais Ruto ambaye amezungumza katika mazishi ya John Koech, aliyekuwa mbunge na waziri katika utawala wa hayati Mwai Kibaki, ameendelea kutetea mpango wake wa Taifa Care akisema utasaidia Wakenya wote kupata matibabu kwa gharama ya chini. Tunaweza kuwa na mpango ya kuhakikisha ya kwamba sio wale wenye uwezo peke yao wanashughulikiwa, kila mwananchi anashughulikiwa na hii program ya Taifa Care, hiyo SHA ndio itahakikisha kila mmoja wetu atafikiwa na usaidizi wa mambo ya matibabu. Na kwa hivyo mimi nataka niwaulize wananchi wa Kenya wafuatilie yale wananchi wa Bomet wanafanya kujisajili. Viongozi kutoka eneo la Bonde la Ufa wakimtaka rais Ruto kukabiliana na wapinzani wanaomkosea heshima hadharani kila kuchao, kwa sababu viongozi leo wako tofauti me as a TSC teacher trained him as a nobody who had no TSC registration and there is no way that today this man will claim that he will take some girls to some school there Victor Kayanda Undugu TV